Na ni kitu gani kilikuvutia mpaka ukaamua kuwa kiongozi wa serikali za mitaa? Kwa nini haukuamua kuwa kama kiongozi useme labda kuwa waziri au kuwa nani? Ni kitu gani kilikuvutia mpaka ukawa kiongozi wa serikali za mtaa? Kikweli kilicho nivutia kufaa mapinduzi mm -hmm. ya vijana mm -hmm. Imefika kipindi, kwa mfano hizo ofisi za serikali ya mtaa ukienda, baadhi ya huduma unauziwa, kuna baadhi ya viongozi wengi sio waaminifu. Mimi mm -hmm. kiwe kikweli kilinitesa na kilikuwa kinaniumiza mm. Lakini, mbali na hiyo tu, hata kunakuwa kichangamoto mtani kidogo tu unamwaga maji machafu, kama kusolve changamoto za vijana, kusolve changamoto za jamii mm. Okay. mm. na kingine pia atakusaidia watu Mm-hmm. Kwa kawaida ukiwa mtu una cheo kusaidiaga watu wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana, hasa wakati mwingine hata vibali hivi, yani mtu yaani mtu unaulizwa sana kwamba kwa nini unamsaidia, lakini kwa kiongozi anajua unamsaidia kwa, kwa sababu nyingine, kwa sababu kwa mfano unaweza wanafunzi wa shule ya msingi mwingi wahitaji mm, ili niulie urahisi sana, kwa sababu kabla mwenyekiti, nilikuwa mjumbe wa serikali ya mtaa. Ilikuwa ni nzuri kufanya donation, kwa sababu nikaenda kujitambulisha, nitambulisha ni mjumbe, cheo nilichokuwa nacho, nahitaji kufanya kitu fulani. Wengine wanakuamini kutokana na, kutoka na cheo mm, ulichokuwa nacho. Kwa hiyo kilichonivutia kugombea kwenye nafasi hii kikubwa pia mapinduzi ya vijana, vijana waamini kwamba hata ukiwa kijana una uwezo kuwa kiongozi, sio lazima mpaka uwe mzee. Na aliotoka madarakani alikuwa na mm. miaka 62 si mm. na mbili, mimi leo nilioingia, hata miaka thelathini na tano sijafika. Kwa hiyo nadhani kwa wale ambao wameona kwamba kumbe inawezekana mm. kijana kushika nafasi hizi na nashukuru Mungu sijapita peke yangu kwenye nafasi, ni kwa nayo pia wasaidizi wangu wametokana na vijana mm -hmm. Nina wajumbe watatu wa, wa serikali ya mtaa wote ni vijana wajafikisha hata miaka thelathini na tano. Kwa hiyo kikubwa kwa kufanya mapinduzi na kuonesha vijana kwamba hizi nafasi hazina mwenyewe mm -hmm. ni nafasi za Mtanzania na mm -hmm. ni nafasi za binadamu azongwe na kilitimamu mm -hmm. na utimize umri tu basi. Hmm, je, na hii ilikuwa ni ndoto yako kuwa kama kiongozi au ilikujia tu baada ya kuona kwamba kuna watu ambao wanahitaji wewe uwe kiongozi? Ilikuwa ni ndoto yako tokea utotoni au uliamua tu kwa kuwa watu walikuwa wanahitaji? Kiukweli katika kwa, kwa viongozi, kuna kwa aina kama tatu. Kuna kiongozi huyo kuzaliwa, uona automatically yani, kuwa tu watu, watu wanaona huyo kiongozi <muchas> kuna kiongozi huyo wa darasani <muchas> anafundishwa yani. Kiongozi kwa mfano, wakati nataka nigombea nafasi ya ujumbe wa serikali ya mtaa elfu mbili na kumi na tisa, kwanza niuliza wale rafiki zangu wa karibu kwamba bwana, na kuna nafasi imetokea nataka vijana wanatakiwa wagombee, yani watu mtu yoyote azongo ametimiza vigezo. Kuna mtu rafiki yangu mmoja siko Canada aitwa Waziri au masho mm, akamba unaweza kugombea utapata, akamba kwa ya watu wanakubali, yani unacheka na watu vizuri, unaongea na kila mtu yani hivyo. Akamba e, nikaenda nikagombea, na namshukuru sikutoa shingo na nikapata nafasi kwenye kitu cha kampuni na nafasi pia ya kuchaguliwa mm. Kwa hata nilivyokuwa kwenye ujumbe mm, watu wananiambia kwamba wewe unafaa kuwa mwenyekiti vitu ambavyo nilikuwa navifanya vingine, nilikuwa nafanya najua nafanya, vingine nilikuwa nafanya watu ndio kwa nasema, hiki unachofanya basi una uwezo kwa mtu fulani, kwa sababu sifika kama nitakuwa kiongozi, lakini vitu vyangu, vitendo vyangu nilivyokuwa nafanya, ndivyo sasa watu wameona kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi, na mimi nikajiona kwa hivi ninavyovifanya kweli, kwa sababu uongozi unaanza nyumbani. Mimi kabla sijapata hizo, nilimuuliza mwenzangu kwamba nafaa, akaniambia unafaa, akipea pia pia watu wako karibu hawa wakikukataa basi huku napokwenda changamoto, lakini uongozi ni nyota ambao watu wengi, mtu yote yule, yaani wakikuona hivi wanajua huyu ni kiongozi, hata wasipojua cheo chako. Kuna vitu tukivifanya automatically wanajua ni kiongozi. Kwa siku moja nilikutana na wanafunzi wa KTM wako hapa chini, walikuwa wanapeleka sadaka sehemu. Mimi mm. sikujitambulisha nani mm. nilikuta tu wameweka vitu vyao pale, walinunua unga, sio sabuni, nini Nilivyoona nikawiwa nikaenda dukani hapo kwa Lozi nikanunua na mimi sabuni kitu fulani kitu fulani mwingine mm. mtu mtu mmm, wana yeah. Vijana wanapotezaga ndoto zao, wajiamini kitu sawa na kwa hapo viongozi wengine ambao watu wanavyoona kwa yeah, Ma, wewe kwa sababu tukiangalia kwamba wazazi wengine wamekuwa wanawafanya watoto wao, pia wanakuwa waoga katika kufanya jambo lao ambao wanalipenda katika moyo wao. Wewe kama wewe ulipitia vipi kwa wazazi wako? maana kuna wazazi wengine mtoto anaweza kuambia mama, mimi napenda kuwa kitu fulani, lakini mzazi akakataa kuambia hapana, hicho kitu sio kizuri kwako, mimi nataka wewe sehemu fulani, na kweli huyu mtoto anaweza akabadilika akaenda akafanya kitu ambacho anakitaka mzazi. Je, wewe kama wewe mzazi wako hili jambo alilipitia au hakujaweza kulipitia? Ni mzazi wangu naweza ngasema alipitia mm, lakini kwa kunishauri kwamba mm, unataka kitu fulani lakini, mm, kwa makini mm, kwa makini na nini, usiwe dhuluma kwa mali ya mtu au haki ya mtu, kama mtu ni haki yake mpe lakini usiingie madarakani hmm. kwa ajili ya kuwanyonya wanyonge. Hawakunikatisha hmm. hmm. hmm. tamaa kwamba usigombee, ila walinitia tu moyo hmm. hmm. na pia mimi sikupata nafasi sana kuishi na wazazi wangu muda hmm. mrefu. Mi nilianza kujitegemea nikiwa